Fedha ya mradi wa Busti inahusisha ukarabati wa shule ya msingi Mpandangindo iliingia tarehe moja mwezi wa saba ishirini ishirini na tano kwenye akaunti ya shule ya msingi Mpandangindo. Mradi ulianza kutekelezwa rasmi tarehe ishirini mwezi wa kumi mara baada ya kupata fundi kiongozi na kusaini naye mkataba tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano. Pia mradi huu unaendeshwa unatekelezwa kwa ukarabati wa madarasa kumi na ofisi sita za walimu na uwekaji wa madawati kumi na tano kwa kila chumba na meza mbili viti pa kwa kila ofisi ya mwalimu. Natoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea kiasi cha shilingi milioni mia moja kwa ajili ya ukarabati wa shule ya msingi Mpandangindo. Tumeona mradi unaoendelea ukarabati wa shule ya msingi hii kwa vyumba vya madarasa 13 lengo ya kuwatembelea ni kuona namna bora ya utekelezaji wa mradi huu, lakini pia kuendelea kuwakumbusha chini ya mkurugenzi mtendaji kuendana na muda wa mradi, lakini malengo, lakini pia ukarabati ambao utakuwa kwenye viwango tarajiwa, viwango vya thamani ya mradi, thamani ya fedha kwa mali ghafi zinazotumika, lakini pia ujuzi ni kuona namna gani jamii yetu inaendelea kushiriki, kwa sababu miradi hii ni ya wananchi, na tunashukuru sana serikali kwa kuwezesha miradi hii kuweza kutekelezwa. Wiki tatu za mwisho za mwezi Disemba, mradi huu wa ukarabati utakamilika. Tunampongeza mkurugenzi mtendaji na timu yake, timu ya mradi kwa ngazi ya kata pamoja na kijiji wote kwa kuendelea na ushirikiano wa kufanya kazi pamoja kwa kusimamia miradi ya maendeleo ili iweze kutekelezwa. Tunawashukuru, tunawasihi tu kuzingatia muda uliowekwa kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi, lakini pia kukumbuka kuzingatia viwango vya ujenzi vilivyowekwa kwa katika standardi zote. Naitwa Desteris Komba. Nashukuru kwa kupewa mradi huu katika shule hii ya kijiji cha Mpandangindo.